Ukiwa bachela takiwa ule vizuri. Eti jamani, na mwanamke anaweza kupika hivi hivi hivi? Jamani ni wadada, naona vizuri, nauliza lakini Kama yupo anayeweza kupika hivi aniweke comment hapo chini. Aje, tushindane, alafu mi sijisikii kuoa sababu najua kujipikia. Unasemaje? Sijisikii na, si kuoa najua kujipikia. Usiniulize nimeweka ni viungo gani na viungo gani, we angalia tu, angalia kitu hicho hapa hicho hapa, usiulize kuna viungo gani wala nini. Angalia vizuri, angalia angalia kabisa, toa macho vizuri wadada. Sijisikie kuoa kwa sababu anajua kujipikia.